Yeah, yeah. Ukiona una kanisa ambalo linamilikiwa na kufuli bado sio kanisa. Maana mimi ninachojua kanisa ni sawa na kituo cha polisi ni sawa na hospitali yeah. Na Mungu jinsi alivyo hawezi kufanya kile usichokijua. Mungu anataka kwanza ujue, ndio afanye kazi na wewe yeah. Ukiwa unakuja hapa unapata nafasi ya kukutana na watu, ndipo Mungu atawaleta watu yeah. Lakini wanakuja wa, wa kufuri huyu amekosa msaada. kama alikuwa amekuja kutubu, wekeni anashinda hapa hapa. mtu ndiyo mo kijijini, mnalima mulitwa, mfanye nini? Sasa niwasambaze ni, ni, ni, ni kidogo na nini? Mulitwa mfanye nini? Kuna mwalimu, kuna mzee, kazi yenu ni kukuta <laughs> koti utengi, koti na mapepo, mapepo hapa <laughs> atizui na mimi ni mchungaji ndo ivyo. Sasa, kanisa ni makimbilio na wewe ndiwe unayeamua. Unataka kanisa lako liwe makimbilio au unataka liwe genge la kukutania watu? Unachagua wewe, unachagua wewe. Sio Roho Mtakatifu akuchagulie, wewe ndiwe unayechagua. Tunafanya kazi kwa mkono mregevu, na neno linasema, na alaniwe mtu yule afanye kazi ya Mungu kwa uregevu. Na bahati mbaya sasa, sisi wachungaji ndio tutaulizwa habari ya washirika, washirika hawaulizwi habari zetu, wasipo jua kaunwkaunayungurugwa Ai wa <laughs> Watu wana shida sana na watu wanataka majibu, mchungaji. So, mimi nilienda kuhubiri sehemu so, moja inaitwa Rombo ni Kilimanjaro walikuwa na semina kama hivi na nikafundisha somo hili Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu akaponya kwa fujo pale. ni mpakani, yeah. walikuwa wanaleta watu kwenye vitanda, kwenye magodoro. Roho Mtakatifu kwa hiyo ni moja, mbili, tatu, Nerele, nere, unaume, nere. Sasa nikikushuhudia ambavyo Mungu anafanya, ulishawahi kujiuliza mtu akikamatwa na mapepo hapa sana, tupa mikono na sambaza watu mpaka mabenchi, lakini mtu ana mapepo, unamwombea kwenye simu, simu haitupi. Ulishawahi kujiuliza hiyo kitu eh? Yani yeye ana simu ameweka, unaanza baba, katika jina la Yesu, analipuka lakini simu ina watu wapi? Sikioni. Ni nani anayeshikilia? Roho Mtakatifu Bwana. Ana anapiga kelele zake. Ana baki nayo mpaka anafunguliwa. Amen. Wagonjwa. Wagonjwa wa kansa. Kansa inatisha. Haina tiba. Kwa roho Mtakatifu nikugusa. Sasa, mimi nina shuhuda za watu kibao paka mimi ninafanya huduma mtandaoni sawa, ninafanya huduma mtandaoni kwa hiyo ninawashirika zaidi nje ya nchi kuliko huko ndani. Kuna mama mmoja alikuwa Swaziland, sawa. Ameenda amepimwa, wamemwambia hata kazi acha, maana una miezi miwili wewe unakufa akapiga simu nikasema, wao wameona hivyo na ni kweli, lakini aishije, Mungu hakuna kufa. Gongafaya Roho Takatifu kafuta kansa yote. Anaenda hospitali, wanamuuliza umefanya nini, anasema nimeombewa. Ngoja tukupime tena tena upya, labda tukutowe mgongoni. Nikasema usitogorewe huyo ni wa kwanza. Wa pili nilimwombea kwenye simu na yeye huko na ni Moshi, amepima amekutwa na kansa ya kizazi, yuko analia. Nikasema haufi, naomba na wewe kesho rudi konga faya. Kesho kaenda hamna kitu. Mwingine ni hapo Dar es Salaam Sinza. Hata picha nikuonyeshe, tayari yuko kwenye kemotherapi. Ukipigwa kemotherapi nywele zote zinadondoka. Huyo mzee kipapa ni afadhali Kemotherapi inanyoa kweli kweli. Ni, nikamwambia nilikwenda kwake. Na, un, una mafuta ya upako walinileta leta takataka ni zote, tupige moto. aayesuekfachu tafuteni Roho Mtakatifu. haya ninayokushuhudia haya. Haya, yeye hayatowi kwa upendeleo. Kila aliye tayari anapewa. Hata wewe ukiamua, kesho kutwa utakuwa na shuhuda kama hizi. Wewe kuamua. Haya, tumeahirisha kusoma, simama, tumeza kuoza hizi zinakutosha, tutaendelea kesho na swala la mwalimu. Ameamua hivo leo, kuwa na shauku sana, na yeye alivyo mzuri. Yeye haangalii mwanamke wala haangalii mwanaume yeyote, aliye na kiu, yeyote anayemtaka yeye, huwapatana na huyu. Ukiona, ukiona hauna ushuhuda, jiulize mara mbili mbili, wewe ni wa Yesu kweli? Na neno linasema aliye na mwana na nini, ana ushuhuda. Sasa wewe una majungu tu mtaani kwako, kila majungu yatakayosikika wewe unahusika. Hilo ni dirisha yeah? Mm. Ni dirisha yeah. Fungueni. Na sasa hivi hatufungi milango ili asiye mtaka roho aende nje. Hii tuna badili sasa, sindio? Hatufungi wala usihangaiki na mtu Ukiona roho hutaki chagua, wala usiwe na wasiwasi. Na mimi nataka kwenda na walio tayari Amina. Wasio tayari hiyo ni mizigo, itanivunja mgongo. kula bwana, nenda na matatizo yako. Na jioni ya leo, Roho Mtakatifu anataka kufanya mambo, anataka kuingia kwa watu. Sikiliza, Roho Mtakatifu ndiye anayetengeneza watumishi Amina ndia na, anayetengeneza watumishi. Hata ukipewa huo utumishi wa kuchanguliwa si tu kuteuliwa roho mtakatifu, ukawa aunaye naye unajitunisha upya, tuna mwenyekiti kwa sababu tu tumeona unaweza kupanga maneno, wala si kitu. Mungu yeye hatui chochote wako, na mimi nataka niseme na watumishi, linaposema watumishi ni